Nami nimesimama mahali hapa kama mchumbe wa Mungu, kama mchumbe wa Kristo, nikikwambia ya kwamba Mungu hataki tufia dhambini. Mungu hataki tufia kwenye maovu, anataka tugairi njia zetu mbaya. Anataka tuache matendo yetu mabaya na huu ndio mpango wa Mungu. Na hili ndilo kusudi la Mungu, kwamba tuwe na uzima katika watuwe na uzima katika yeye. Ndiyo maana akamtoa mwanawe his own his own. Oh, Biblia inasema wazi. Clearly, dini zinaweza zikawa nyingi. Lakini wokovu sio dini. Wokovu sio dhahabu. Unaweza ukawa ni Mkatoliki. Unaweza ukawa ni Mpentekoste. Unaweza ukawa unaweza ukawa ni Muislamu. Lakini bado hujaokoka. Wokovu ni kev ni kumwamini Yesu. Maana Yesu ndiye aliyetumwa na Mungu. Biblia inasema Mungu ni mmoja. Kitabu cha Timotheo wa kwanza. Sura yake ya pili ule mstari wake wa 5. Biblia inasema so Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu

amewaponya waliokuwa na magonjwa, amewafungua walio katika vifungo, amewaweka huru yule, oh, mgerasi aliyekuwa amekatiwa tamaa. Kitabu cha Marko ile sura ya tano, mtu aliyekuwa amekatiwa tamaa, mapepo yanamtesa, magonjwa yanamtesa, lakini Yesu mwenye huruma, Yesu mwenye huruma akamhurumia, hivyo ambavyo Yesu leo Sikiliza nikwambie, Biblia inasema Mungu alimtuma mwana duniani kwa ajili ya kukuhukumu, bali akuokoe. Yesu hakuhukumu sababu ya umalaya, Yesu hakuhukumu sababu ya matendo mabaya utoke kwenye hiyo roho ya mabaya. Yesu alikuja kuokoe. Kwa mwanamke mmoja, alikuwa ni kahaba. Ninapenda bibilia, ninaipenda bibilia, ninapenda Injili. Yesu akamwonea mm. uh... uh... oh, like like like huruma mm. huruma, akamfuata mwanamke yule, akamponya magonjwa yake. Sikiliza He nikwambie. Watu wanafanya dhambi kwa sababu ndani yao roho chafu ziko ndani yao. Shetani akishamfanya mtu kuwa mateka, anaachilia roho chafu ndani yake. Biblia inasema Maria Magdalena alikuwa na pepo saba, mapepo saba. Sema hivi. Jesus as as well. dhambi. Sin. ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo watu wanafanya dhambi kwa sababu so ndani yao on them kuna roho chafu zimeyafunga maisha yao, watu wamefungwa maisha yao. They Na roho chafu ya Shetani. They wanafanya mabaya. So they evil Shetani you kwa sababu Shetani unaweza amewafanya mateka. Wewe unayenisikiliza, unaweza kuwa unavuta sigara kwa matakwa yako Kumbe ni roho chafu ya uvutaji wa sigara iko ndani yako. Unaweza ukajiona unakunywa pombe ukazanieni kwa matakwa yako, unasema acha nipunguze mawazo, kumbe unakunywa pombe kwa sababu roho chafu iko ndani yako mwenye. Nikwambie kitu, unaweza ukapiga nyeto ukazanieni kwa matakwa yako, kumbe ni roho chafu, roho chafu za zinaa inakufanya ukatafute madanguro, zina kufanya ufanye mabaya, zina kufanya mabaya. Make it zina kufanya ukeche kwenye vyumba vya kamari, watu wanafanya mabaya kwa sababu yes, wana maroho machafu, maroho machafu, lakini machafu. Biblia inasema Yesu Kristo alikuja. Biblia inasema kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litang'olewa. Yesu aliku